Nia mbaya zaidi yote wanaoyaongea hawapati mshahara mahali popote, zaidi ya hatari kama hivyo, wanakimbia mikoa, wanakimbia makanisa yao, wanapata faida gani? Sasa kwa, kwa, kwa mfano, lengo tu ni kwamba wana mioyo ya haki, mioyo ya huruma. Natoa wito, natoa wito, ikiwa huyu kijana yuko mikononi mwa watekaji, natoa wito aperekwe kwenye kituo cha polisi ikiwa anakosa, ikiwa anakosa, na ijulikane yupo wapi. Eh, kupotea na kutokuonekana kwa huyu kijana wangu, swali ninalo lihoji ni je, ametekwa? Na ikiwa ametekwa ametekwa kwa sababu moja ya kosa na sababu iliyopelekea atekwe ni kuzungumzia kwa habari ya mimi kukimbia mkoa. Hebu kabla sijaelezea jambo, naomba nikuwekee kipande cha moja kati ya mazungumzo yake ya karibu na mwisho, alafu nirudi nizungumze jambo na pengine mwisho hapa. Nakuwekea hata wimbo wa kwamba kuwatesa watu wa Mungu ni wimbo wa milele. E, kuwaua watu wa Mungu ni wimbo wa milele. Inawezekana ukawa umeuzoea wimbo, inawezekana usikutisha kabisa wimbo, lakini nataka tu ufahamu kwamba wimbo huinua hisia, wimbo huleta mawazo ya kwamba ikiwa njia hii haijawezekana kabisa, na kwamba kwa njia hii ni kifo, bado wimbo huinua hisia na fikra za kwamba njia nyingine inatakiwa ipatikane, mara ili, kama ni kufa ufe yaishe, na kama ni kuishi uishi, kwa sababu ukombozi umepatikana. Sikiliza kidogo, huyu kijana wangu katika moja ya kripu za mwisho alizozungumza karibu Itajaa, itajaa wa ovu. Mungu anaweza kuangamiza Tanzania kabisa, yani Mungu hataona hata aibu kuangamiza kama Sodoma na Gomora kwa Kiberiti alimada. Mtaona ndani ya nchi kumejaa dhuluma, kumejaa ushoka, kumejaa uuaji, kumwaga damu, Mungu anaweza kuangamiza nchi. Kheri mfugaji Mbarikiwa asiwi asiko fugaji mapole pole, sasa aonekani wachungaji wengine, mapadili na mashewe wengine lengo lake ni kwamba tusiingie, yani tu, tusiingize nchi kwenye madhara makubwa, kwa sababu ya nie tu watu wachache, ndo lengo lao, ndo nia yao, na mngewasikiliza hawana nia mbaya. Zaidi yote wanaoyaongea hawapati mshahara mahali popote, zaidi ya hatari kama hivyo, wanakimbia mikoa, wanakimbia makanisa yao. Wanapata faida gani? Sasa kwa, kwa, kwa mfano lengo tu ni kwamba wana meo ya haki meo ya huruma kwamba mwanadamu muone mwanadamu mwingine kama unavyojiona wewe, dila ambalo ungependa wewe utendewe, basi watendee na watu wengine. Tumia nafasi ulionayo kutetea ndugu zako, kutetea watu wengine. Free Mbarikiwa Makipesiri na mke wake Salome hawana hatia hawa watu, tungaje. Mbarikiwa hana hatia, mke wake hana hatia, hana hatia Hawajakosa, hawajaiba cha mtu, hawana hatia yoyote juu ya nchi hii, hawana hatia yoyote juu ya serikali ya Tanzania. Hawana hatia, mchungaji Mbarikiwa na mke wake hawana hatia. Mtamwaga damu zao bure, mtawaua bure, mtawateka bure, na damu zao kisimwaka kwa namna hiyo nayochukua sheria mkononi ya kumwaga damu za watu bila kusikiliza au kufanyia kazi mashauri yao ambapo na maandiko yanasema kwamba katika Misali kumi na moja mstari wa kumi na nne kwamba pasipo mashauri taifa huanguka. Sasa mashauri ya watu wa aina hii mmekataa kuyasikiliza na kuyafanyia kazi, zaidi mnatumia njia ya kuwateka, kuwapoteza mfahamu. damu zao damu zao hazitamwakika bule, damu za watu nazozimwaga hazitamwakika bule na wahakikisheni, maana maandiko kwamba auwae kwa upanga atakufa kwa uo atakayemwaga damu mwana ya mwanadamu pia damu yake itamwagwa na mwanadamu. Point ni kwamba njoni tuzungumze kabla mambo hayajaharibika zaidi. Nchi hii ni yetu, ni ni yetu sote hapa, sotashaa. Na huu ndo ulikuwa ni, ni, ni na wito wangu kwamba viongozi, simameni, tusiimbe amani wakati wengine wanalia, damu zinamwagika, watu wanatekwa, tusiimbe amani. Huo tu ni unafiki na njia ya kuwapumbaza watu ili wewe uendelee kutawala na kula vizuri na watoto wako, wakati wengine wanalia. Acha niishie hapa, amen. Sasa baadhi ya maelezo yanaelezwa kwamba tarehe ishirini na moja mwezi huu wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano, pana watu wasiojulikana walikwenda pale Dodoma. Ni kiri tu wazi kwamba nyumbani kwangu Dodoma, mahali ambapo nina mji pale Dodoma na kuna vijana, na kijana huyu alikuwa akikaa nyumbani kwangu na mwenzake, na kwa nje wamejenga hema mahali wanapofanyia maombi na ibada ni nyumbani kwangu. Na hata walivyoulizwa yule bibi jirani yetu, alipoulizwa alikuwa walikuwa wanafahamu kabisa kwamba lile ni eneo la Mbarikiwa. Kwa, kwa waka walienda na picha kwenye simu kwa maelezo ambayo ameyatoa yule bibi aliyeko jirani pale Mkonze Dodoma, Mkonze e, kwa hiyo wakamuuliza kwamba e, huyu unamfahamu? Kaambia ndio na ukasema sema mambo ya kusema kwamba tunamtafuta, kasema sijui alipo, na wakasema mambo ambayo nadhani kwenye posti walioandika vijana utayaona humo ndani, lakini suala tu ikawa wamesema wanamtafuta na hawajulikani na wakasema kama sivyo, basi hebu tuende kwa balozi wa ile eneo, mwenyekiti, si na nini ili tu, tujue kwa nini wamejenga e, sehemu ya maombi kwenye eneo letu, sababu hili ni eneo letu. Baada ya hapo, walionekana waelekei aliko mwenyekiti, aliko balozi, kwa maelezo ya yule bibi na vijana walioko pale Dodoma walihoji, walienda kwa mwenyekiti, kwa balozi kuhoji kama kuna watu walikuja waliokuwa wanalalamikia malalamiko ya aina hii, wakasema hawapo. E, ndipo kijana e, alikwenda katika shughuli zake, alienda kwenye shughuli zake, alikuwa kwenye shughuli zake. Baadaye ikaonekana hapatikani hapatikani kwenye simu. Kuna muda tu aliwapigia wenzake, akaambia naombeni elfu tano, ambayo haikuwa na maelezo yoyote, na baada ya hapo akapotea akawa hapatikani kabisa. Sasa kulingana kwamba eh, ni mtu mwenye kuhubiri hubiri sana mambo ya haki, kuita wito wa mazungumzo na kwamba mambo yasiwe hivi na kwamba inawezekana watu wa aina hii kwa sasa ndio wanadhaniwa wametajwa, wameblandiwa kwamba wanaondoa amani. E, kama huyu kijana yuko mikononi mwa watekaji hatujui mpaka sasa kama mkononi watekaji. Hawa watu ambao wanawakusanya kwa wingi hivi, ni wanawaua immediately au wanahifadhi mahali wakisubiri jambo lingine? Lakini mimi nakataa kwamba wanawaua, kwamba wanahifadhi mali, nakataa. Hii taaluki na sintofahamu nakataa, bila kujalisha unaweza ukawa umenigredi vipi. Na ninachosema tu ni kwamba kuna vitu ambavyo ukivisikia, unapoviona vinakupa kufikiri sana, maamuzi sahihi yanayotakiwa kuchukuliwa, ili kama ni kuishi uishi ukiwa umepata suruhisho na kama ni kufa ufe tu mapema yaishe, uliko kuendelea kushuhudia maumivu ambayo hayana jibu. Nataka tu ni kujulishe ya kwamba Mungu aliyekuumba wewe, unayemjua, unayejua yuko au hayuko, kwa sehemu kubwa aliweka hisia za aina moja zile alizo nazo Mungu asingependa wanadamu tuishi kwa kuvumilia mateso na maumivu. Kuhubiri ni kuonyesha njia ambayo haitafanya watu wote tuumie, wala sio uadui. Na anakuhakishia jaribio la kutaka kuzima sauti ya kuhubiri isiwepo, na ikiwepo isiwe inashughulikia maumivu. Sasa ukiamini unaweza ukaiondoa sauti ya haki ya, ya, ya, ya, kuhu, ya watu kukanya maovu kwa njia ya kuwaua, kuwateka, kuwatesa. Watu wanaofanya hivyo nilikuambia toka mapema tangu unifanyie mabaya ya kila aina uliofanya Unakosea sana mwanadamu, kitu hawezi kuvumilia, hawezi kuvumilia mateso, hawezi hawezi. Kwa mfano, kwa sasa, moja ya kitu ambacho kinaonekana ndicho kinachofanyiwa kazi e, analazimishwa mwanadamu avumilie mateso, lakini anapovumilia hata kulia hata kulalamika hata kujiereza inaonekana haruhusiwi. Hilo nishawambia hamtaweza, hamtaweza. Mwanadamu akishaumia pa mwisho, walau mwachie nafasi ya kulia, mwachie nafasi ya kulalamika. Lakini takapoonekana hata kulalamika anaondoa amani, hata kulia anaondoa amani, nawahakikishia mwanadamu huyu atafikiri la kufanya ambalo inawezekana kabisa litaleta jibu la jumla. Natoa wito, natoa wito, natoa wito, natoa wito, ikiwa huyu kijana yuko mikononi mwa watekaji, natoa wito apelekwe kwenye kituo cha polisi, ikiwa anakosa, ikiwa anakosa na ijulikane yupo wapi. Na sivyo basi, mamlaka ambazo zipo kisheria na zipo kwa ajili ya kulinda usalama wa watu, kwanza kabisa usalama wa watu, ningetamani sana sana zipate jibu da huyu kijana alipotelea mazingira gani, iwe na jibu kwa sehemu. Tunaposubiri jibu la jumla ambalo bila shaka Mungu atatuongoza katika hali hii na hatua hii, naishi hapa, nataka tukusema kuwatesa watu wa Mungu. Huo ni wimbo wa milele, na naomba ufahamu ya kwamba wimbo huamsha hisia za acha nichukue hatua zaidi hii ili jibu lipatikane, na kama sivyo nife yaishe. Asante kukunisikiliza